Nimeiona hapa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema, walimu wetu fahari yetu. Kauli mbiu hii inaonyesha dhahiri jinsi walimu mnavyothaminiwa kama nguzo ya maendeleo kwenye taifa hili. Walimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote duniani, na kila hatua ya ustawi wa kijamii na kiuchumi inaanzia darasani kupitia juhudi za mwalimu. Waalimu ndio wanaotupa sisi rasilimali muhimu zaidi ya taifa, kwa maana ya rasilimali watu yenye elimu, stadi na maadili. Bila waalimu hakuna taaluma, hakuna viongozi wa kesho na hakuna taifa linaloweza kusimama imara. Kwa mwalimu ni mtu muhimu, na waalimu ndio chimbuko la uvumbuzi na ubunifu wa kizazi kipya. Na kupitia mikono yenu waalimu, watoto wetu wanajifunza kusoma, kuandika, kuhesabu lakini pia kufikiri kwa kina. Kila hatua na nyie waalimu mmewezesha vijana kugundua vipaji na kuvikuza, ili viwe na chanzo cha ajira, mapato na maendeleo yao binafsi, lakini maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Waalimu ndio waamuzi wa safari ya maisha ya kila mtoto kimaendeleo, kwa kuwa anapomjenga kielimu na kitabia, anakuwa na uwezo sasa wa kubuni na kutaka kufanya jambo ambalo litamletea tija kwenye maisha yake ya kila siku.